Naitwa Lotari Snobat Gadau na kaimu meneja mpango wa taifa wa chanjo. Tuko hapa Ushetu kwa ajili ya mafunzo maalum ya kuweza kukaa pamoja na jamii inayohusika na, na eneo hili kuweza kutaftua matatizo kwa pamoja yanayopelekea uh, huduma za chanjo kuweza kushuka. Kwa hiyo kama wizara tuliweza kukaa kufanya tathmini uh, ya huduma za chanjo tukabaini kwamba uh, Ushetu ni mojawapo ya uh, halmashauri ambayo o, kiwango chake cha utoaji wa huduma za chanjo kiko chini. Kwa hiyo tukaamua tuweze kukaa nao kwa pamoja, tujadili tuweze kubaini ni vitu gani ambavyo vimesababisha huduma za chanjo kwenye halmashauri hii kushuka chini, ili tuweze kukaa pamoja, tutafute mbinu gani tunaweza kuzitumia kuweza kukabiliana na tatizo hili. Kwa nini tumekuwa tukihamasisha sana watoto wetu waweze kupata chanjo ni kwa sababu kuna madhara mbalimbali ambayo wanaweza kampata mtoto. Uh, endapo atakuwa hajapata chanjo. Mfano kama nilivyosema awali kuna champion ambaye au kinara mmoja wapo kutoka Tabora yeye alikosa chanjo ya surua na hatimaye aliweza uh, kushambuliwa na surua ambayo iliweza kuathiri hata uono, akawa sasa ni kipofu hawezi kuona kabisa. Hayo ni mojawapo ya madhara ambayo yanaweza akampata mtoto endapo atakuwa hajapata chanjo. Lakini pamoja na hayo, kuna watoto wengine ambao wakipata labda ugonjwa wa kupoza wa polio, anaweza akaathirika miguu migu yake ya labda yote miwili ikapata ulemavu wa ghafla, akawa hana uwezo tena wa kutembea, na saa nyingine anaweza akapoteza maisha. Sio hilo tu, kuna madhara mengi, madhara mengine ambapo labda kwenye e, endapo mtoto atapata e, e, kirusi cha kusababisha kuhara kule kukali mtoto anaweza akapata uh, tatizo la kuhara kwa muda hata mrefu au mfupi, lakini mwisho wa siku anaweza akapoteza maji mwilini ambayo anaweza akampelekea e, kupoteza maisha. Kwa kuna madhara mbalimbali ambayo anaweza yakapatikana ni kuumwa aidha kwa muda mrefu, na saa nyingine sio kuumwa tu, lakini inapelekea mtoto kuweza kupoteza maisha. Au ni baadhi ya madhara ambayo anaweza kapata mtoto. Kisha kupata ulemavu wa kudumu wa ghafla kwa mtoto labda akipata kirusi cha polio kimpata, lakini ndio hivyo, mara nyingi watoto hao wanaumwa na mwisho wa siku anaweza akapoteza maisha. Ndio tulipotoka tulipo, tulipo tunapoelekea tunajenga taifa imara lenye afya.